o ambapo wawakilishi wadi wamemshambulia Waziri wa Utumishi wa Umma Geoffrey Ruku kwa kuwakejeli na kuwadhalilisha baadhi yao kwa maneno ya matusi siku ya Jumatano. Waziri huyo anadaiwa kuwadhalilisha wawakilishi wawili Newton Karisha wa wadi ya Muminji na Duncan Mbui wa wadi ya Evurore ambao wana nia ya kugombea ubunge wa Mbeere Kaskazini kwa kudai hawana uwezo wa kuongoza eneo hilo. Wakiongozwa na kiongozi wa wengi Murithi Kobole, wawakilishi wadi hao walilaani matamshi hayo wakiyataja kuwa yasiyokuwa na heshima. Matamshi ya Waziri wa Utumishi wa Umma Geoffrey Ruku dhidi ya wawakilishi wadi wawili wa kaunti ya Embu siku ya Jumatano sasa yamemweka pabaya, huku wawakilishi wadi wa kaunti hiyo wakijitokeza na kumtaka kuomba msamaha kwa kuwakejeli wenzao. Na ningependa kusema ya kwamba tumekasirishwa sana na matamshi ya kiongozi wa kitaifa kama CS Ruku, akiwa katika redio ya kitaifa akitukana viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi wa Kenya wakati anasema pale, <coughs> Ngongoti kwa Kimbere ni, ni ndege ambaye anahusishwa na ujinga mwingi sana na anatamka hata majina ya MCAs wenzetu, uh, akisema huyo ni mpumbavu, ni mjinga. Inadaiwa kuwa waziri huyo aliwapuuzilia mbali wawili hao, Newton Karioki, mwakilishi wa wadi wa Muminji na Duncan Mbui wa Evurore, ambao wamejitokeza katika kinyang'anyiro cha ubunge eneo la Mbeere Kaskazini, akisema hawana uwezo wa kuiongoza eneo bunge hilo, matamshi ambayo yamekashifiwa vikali na wawakilishi wadi hao wametukosea heshima kwa sababu ya kusema kwamba MCAs ambaye mmoja ni Newton Karioki na Duncan Mbui, wamesema kwamba MCA ambaye ameperform katika bunge la Embu Kaunti kwa miaka mitatu kwa, kwa mara tatu wamechaguliwa mara tatu, unasema retini yao baada ya miaka kumi na tano ni below 30%. Ukweli ni kwamba tumeamua sasa kwamba bunge la Embu lazima liheshimike. Wakiongozwa na kiongozi wa wengi katika bunge hilo Murithi Kobole, wawakilishi wadi hao wametishia kuwa iwapo waziri huyo hataomba msamaha, basi wataungana na wawakilishi wote thalathini dhidi ya mwaniaji anayeungwa mkono na serikali katika uchaguzi huo mdogo. Sikusema tukiingia mbele 20 MCA tuseme sasa safurish tuseme sasa, tutachagua MCA wetu. <laughs> at, atutapata atu tutasimamisha kila constituency, tutasimamisha MCAs ndio tukutane na wa watu ambao wanatudharau, waone tofauti ya kwamba sisi ambao tumefanya kazi kwa miaka mingi watatuheshimu tukikutana nao. wa pia 2027 tunaanza na by election then tukutane 2027. Bado katika majukwaa haya yanajiri, huku zikiwa zimesalia chini ya miezi miwili kabla ya mchuano huo wa kumpata atakayechukua nafasi hiyo iliyowachwa wazi baada ya waziri Ruku kuteuliwa kama waziri katika serikali ya Kenya Kwanza. Yes, Veronica David, Undugu TV.